Sabana, ni wiki moja tu imepita mara baada ya kuweza kupata ile habari ya ndege ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina Air India kuweza kupata itilafu na kuweza kudondoka na kuripuka, vifo vya watu wengi zaidi ambao pia walikuwemo mle eh, takriban watu 247 ambao walikuwemo ndani ya ndege hile kuweza kufariki, wengine mara mmoja kuweza kuponea chupu chupu. Yani vitu vimekuwa ni vingi sana. Sasa kumetokea na taarifa nyingine ya kuhusiana na ndege ambayo hii yenyewe haijaweza kudondoka, lakini ilisadikika kwamba ndege hiyo iliweza ku ilikuwa imetegwa bomu. Sasa wizara ya uchukuzi wa polisi nchini Indonesia imesema kwamba ndege iliyokuwa imebeba mamia ya mahujaji kuweza kuelekea katika nchi, nchi hiyo e, kutoka mashariki e, mwa Mashariki ya Kati ikielezwa kuwa katika uwanja mwingine wa ndege mara baada ya kitisho cha bomu, hiki kikiwa kisa cha pili ndani ya wiki moja. Sasa wale ambao waongozaji wa ndege tunajua kabisa waweza kuweza kuwapa ishara kuambia kwamba e, waweze kubadilisha au waweze kutua katika uwanja wa dharura ili kuweza kufanyia uchunguzi wa ndege hiyo, ikisemekana kwamba watu wengi walikuwa wamepanda katika hiyo ndege, mahujaji wakienda huko kuhiji. Eh, sasa ikaweza kusababisha labda linaweza lipuka hilo bomu, and then wakaweza kufariki wote ambao walikuwa wamepanda katika eh, ndege hiyo. Sasa ndege hiyo ya shirika la ndege la, la Saudi ambayo nafahamika kwa jina la SV iliondoka mjini Jeddah kuweza kuelekea katika mji mkuu wa Oman Muscat, eh, kabla ya kuweza kuelekea Indonesia ilipotakiwa kutua kwa dharura eh, katika mji wa Surabaya eh, katika kisiwa cha Java ambacho kinapatikana huko. So waliweza kuelekezwa katika uwanja mwingine wa dharura kwamba waweze kutua ili uchunguzi uweze kufanyika. Sasa maafisa wa uhidhi wa, wa anga katika mji wa Jakarta walipokea simu kuhusu kitisho cha bomu katika ndege hiyo na kuweza kuiamuru kuelekea uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Karanamu. Mahujaji wote 376 pamoja na wahudumu wa ndege hiyo kumi na tatu wako salama na ndege hiyo kwa sasa inafanyiwa ukaguzi kutokana na kile ambacho kinadhaniwa kwamba ndege hiyo ilikuwa imetegwa bomu. Kwa hiyo eh, takribani mahujaji na e, mia tatu sabini na sita pamoja na wahudumu wa ndege kumi na tatu wako salama na ndege hiyo kwa sasa inafanyiwa e, ukaguzi. Noma sana. sasa watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza sana kwamba au mahujaji ni wakina nani. Kuna baadhi ya watu ambao pia wamekwisha kuyaelewa mahujaji ni wakina nani. E, hasa wa dini ya Kiislamu watakuwa wamenielewa vizuri kabisa, lakini kwa wewe ambaye hujanielewa, neno mahujaji pia linaweza kumaanisha watu ambao pia wanafanya hija, yani safari au safari ya ibada kwenda e, katika mahali patakatifu bana kwa mfano kwa Waislam pia mahujaji ni wale Waislam waliokwenda waliokwenda maka lakini kuweza kufanya ibada ya hija kwa dini nyingine pia kuna mahujaji wanaofanya safari za kiroho kwenda maeneo matakatifu ya dini zao kwa kifupi tu kwa lugha rahisi kwamba mahujaji ni wale watu ambao wanakwenda kuhiji maka na vitu vingine kibao sasa walikuwa watu 376 ambao walikuwa katika ndege hiyo na wahudumu 13 na sasa wakaamua kuweza kutua katika uwanja wa dharura na hii ni kutokana na tetesi za kusema kwamba ndege hiyo imeweza kutegeshewa bomu, so lazima ishuke, then wa, watu waweza kufanya uchunguzi, kama kama bomu itaonekana kuteguliwa, liweze kuteguliwa, kwa sababu mamia ya watu wengi sana wataweza kupoteza maisha kutokana na hicho kitu ambacho kingeweza kutokea. Bomu hilo lingeweza kulipuka, maafa yangekuwa ni makubwa, ni makubwa sana. Drop comment yako kwa yale wote ambao umekuta kuyasikiliza kuhusiana vitu kama hivi, watu ambao kwa wanaweza kutega mabomu na vitu vingine, kutaka kupoteza maisha ya watu, ni sahihi kwa upande wako au haiko sawa for this. Ciao.